Hali ya lishe kwa Tanzania. Tanzania sasa hivi inakabiliwa na matatizo makuu matatu ya kilishe, kwa maana kwamba tuna ile lishe ya utapiamlo wa lishe pungufu, tuna utapiamlo wa upungufu wa madini na vitamini mwilini, na tuna utapiamlo wa lishe ya kuzidi, ambao huo utapiamlo wa lishe ya kuzidi maana yake ni kwamba una utambua una, una, una, una kwa watu kuwa na watu wenye uzito uliozidi na uzito uliopitiliza ambao utapiamlo huo wa lishe ya kuzidi unapelekea magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tunaona presha ziko juu, visukari viko juu, magonjwa ya kansa yameshika kasi ni kutokana na ile changamoto ya utapiamlo wa lishe ya kuzidi. Kwa hiyo tukija kwenye, kwenye ule utapiamlo wa lishe pungufu ngfu e, kuna matatizo ambayo yanawatokea watoto pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa. Kwa maana kwamba watoto wanacha, wanapata changamoto ya udumavu ambao kwa sasa nchi yetu udumavu uko asilimia thelathini. Kwa hiyo maana yake kati ya watoto kumi watoto watatu wana udumavu vile vile. kuna changamoto ya uzito pungufu. Uzito pungufu kwa watoto ni asilimia kumi na mbili. Kuna utapia mlo wa ukondefu, ambao utapia mlo wa ukondefu wenyewe ni asilimia tatu utapiamlo upungufu wa madini na vitamini unawapata watoto pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa. Kwa watoto tuna asilimia hamsini na tisa ya watoto, yani zaidi ya nusu ya watoto wana changamoto ya upungufu wa damu. Vilevile tuna kwa, wana upungufu wa damu kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa ni asilimia arobaini na mbili. Kwa hiyo wanakaribia nusu na tukienda kwa wanawake wajawazito ni asilimia hamsini na sita ya wanawake wajawazito wana upungufu wa damu kwao, tunaona changamoto ilivyo kubwa. Na ule utapiamlo wa lishe ya kuzidi ni ambao unawakilishwa na uzito uliozidi na kiribatumbo kwa, kwa, kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa ni asilimia thelathini na sita ya wanawake wana uzito uliozidi na watoto tuna asilimia nne. Serikali kwa kushirikiana na wadau imefanya mambo mengi mojawapo ni hiyo kwamba tumetengeneza mpango ambao huo mpango tunautekeleza wote kwa pamoja, na ni mpango ambao tume, umeandaliwa ambao unaonyesha matokeo pia. Serikali ina, ime, ime, imetengeneza afua ambazo zita, zinasaidia katika ku, ku, ku, kuondoa utapiamlo yaani, tunasema zile afua ambazo zina matokeo makubwa high impact interventions ambazo kupitia serikali watoto huwa wanapata matone ya vitamini A, nafikiri nyinyi wote ni shahidi, huwa tunawapa watoto wetu vitamini A mwezi wa sita na mwezi wa kumi na mbili watoto wote wa Tanzania. Pia tunatekeleza afua za kutoa elimu, wanapata elimu, wananchi wanapata elimu kupitia vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na kwenye jamii. Kwenye jamii tuna vile vitu tunaita siku ya afya na lishe ya kijiji ambayo au mtaa siku ya afya na lishe ya kijiji au mtaa huwa inafanyika kila robo kwenye kila mtaa, kwenye kila kijiji, ambapo wananchi wanakusanyika na pale wanapata elimu, wanafanya wanafundishana mambo mbalimbali mbali, eh, na pia kutoa huduma kupata huduma kwa wale ambao wanakuwa hawakupata huduma vilevile, kuna afua zingine tunateke, tunatekeleza kwa mfano tunatekeleza afua ya urutubishaji chakula ongezaji virutubishi vid, madini na vitamini kwenye chakula. Tunaongeza madini na vitamini kwenye unga wa ngano pamoja na unga wa mahindi, na pia tunaongeza vi, vi, nani virutubishi vya vitamini A kwenye mafuta ya kula pamoja na kufanya urutubishaji wa chakula kibayolojia. Kwa hiyo hizo zote ni afua ambazo serikali inatekeleza katika kusaidia Leo tumekutana Mwanza hapa Malaika Hotel kwa ajili ya warsha ya kujifunza kutoka kwenye mradi wa Grow Enrich. Ni mradi wa miaka mitano unao deal na maswala ya afya na lishe, na unafadhiliwa na nchi ya Ujerumani, lakini unatekelezwa katika nchi tatu tofauti, Tanzania ikiwa mojawapo, lakini pia Kenya na Somalia. Mradi huu ni mradi wa pili World Vision ilitekeleza mradi wa kwanza unaohusisha masuala ya kuboresha mifumo ya afya, kuimarisha lishe katika Tanzania na ulifanyika Shinyanga. Kwa hiyo mradi huu ni wa pili ambao umekuja kuendeleza matokeo ya ule mradi wa kwanza, kwa hali hapo zamani ilikuwa ni uh, duni kidogo katika hali ya lishe kwa maana ya utapiamlo katika mkoa wa Shinyanga, na mradi wetu wa kwanza ulifanikiwa kupunguza uh, hali ya utapia mlo hususan ni ukondefu na uzito pungufu, lakini pia kwa kiasi kikubwa udumavu. Kwa hivyo huu ni mradi wa pili ambao tuliupata kutokana na matokeo mazuri ya mradi uliotekelezwa na World Vision kwa mara ya kwanza, kwa maana Enrich na ndio maana mradi huu unaitwa Grow Enrich. Unakuza yale matokeo ya ule mradi wa kwanza, kwao ni mradi ambao hususan unajikita katika kuimarisha afya na lishe katika mkoa wa Shinyanga wilaya za Kishapu na Shinyanga DC huu umeweza kufikia asilimia uh, tisini ya walengwa wake. Walengwa wakuu ni wakina mama lakini pia na watoto chini ya miaka mitano na watoto wote katika jamii, lakini pia ni mradi ambao unazingatia pia usawa wa kijinsia katika afya na lishe. Katika mkoa wa Shinyanga umeweza kufikia uh, takriban watu 230,000 na na kwa sasa kwa afua mbalimbali uh, wameweza kufikia shule hamsini na tano na masuala ya um, vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia kaya zaidi ya mia nne ndani ya uh, wilaya hizi mbili zimeonekana kuwa na maarifa na elimu inayotakiwa ya masuala ya uh, afya na lishe, na hususan ni uh, masuala ya ulishaji wa watoto walio katika umri wa miaka sifuri mpaka miezi 59 kwa maana ya chini ya miaka mitano. Mladi huu umeleta mabadiliko chanya katika sekta ya afya, mojawapo ni lishe, lakini pia umetusaidia kuinua au kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Ni eneo mojawapo ambalo lilikuwa lina, linatekelezwa na mradi, lakini pia kitu kingine, limeondoa ile tabia au, au mila potofu za kwenye jamii kuhusiana na masuala mazima ya lishe. Hapo awali tulikuwa na, na mila tofauti ambazo wazazi hasa maeneo ya vijijini yalikuwa yanadumaza yana, yana hali ya lishe kwa watoto, lakini kwa sasa hivi tuna, tunaona mabadiliko chanya kwenye jamii, lakini pia tumeona mabadiliko kwenye familia zetu kwa maana ya ba, wa baba hasa maeneo ya vijijini tulikuwa tunaona wababa washiriki katika maswala mazima ya, ya lishe, lakini kupitia shirika la World Vision wametusaidia na wamekuwa na hiyo hamasa ya kuwahusisha wababa, nao wamekuwa kipaumbele katika swala zima la lishe hasa katika ngazi ya familia. Tuna vikundi ambavyo viliundwa, na lengo kubwa vile vikundi vilikuwa ni ku ni, ku, ni kuwa na kiongozi na kila kiongozi kuwa na kundi ambalo analisimamia na lengo kubwa ilikuwa ni kuwaelimisha kuhusiana na masuala mazima ya lishe, lakini pia kuhusiana na masuala mazima ya mama wajawazito, namna gani ya kuwahimiza kuwahi kliniki, lakini pia kujua vidokezo vya hatari kabla ya hatari kutokea. Hayo yote yametekelezwa na shirika la World Vision. Wakati tunaanza kwa mujibu wa takwimu za taasisi ya takwimu ya taifa, kiwango cha utapiamlo kwa mkoa wa Shinyanga kilikuwa ni asilimia uh, 30 lakini pam, mchango wa World Vision, Kivulini na wadau wengine, pamoja na wadau wengine, utaona kwa takwimu zilizotoka hivi karibuni za taasisi ya takwimu ya taifa zinaonyesha kwa Shinyanga utapiamlo umeshuka kutoka asilimia 30 hadi asilimia 27. Sio kitu rahisi, na hasa kwenye eneo hilo la lishe. Lakini eneo lingine ambalo tumechangia kikamilifu, tupongeze utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais. Amefunga mikataba na wakuu wa mikoa katika kutekeleza afua za lishe ngazi ya mikoa kupitia mpango huu. Sisi tumeenda tumeishusha mikataba hiyo sasa tumeishusha kwa wakuu uh, wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, watendaji wa kata na watendaji wa vijiji. Moja ya eneo ambalo limeleta matokeo makubwa ni kuhakikisha kila robo katika vijiji vyote vya mradi ambavyo ni arobaini katika kata tisa vinatekeleza maazimisho ya siku ya lishe, ambao wananchi wanapata fursa ya kujifunza afua mbalimbali mbali kwa vitendo na siku hiyo kuna kuwa na namna ya kuandaa vyakula vinavyotokana na mazingira rahisi. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba wanaume wengi watalima na wake zao, wakati wa mavuno chakula kitauzwa na mara moja na kwenda kwenye matumizi ambayo siyo ya yanayohakikisha lishe bora. Kwa hiyo tumefanikiwa sana, lakini tumeweza kujenga uwezo wa mifumo ngazi ya vijiji. Tumejenga uwezo wa watoa huduma ngazi ya jamii kwa wawili wawili kila kijiji, tumejenga wana mabadiliko wa kiume wanaitwa baba bora, tumejenga vikundi vya wanawake viongozi. Hawa wote kwa kushirikiana wanaenda nyumba kwa nyumba, katika vikundi vya wanawake, wanaume, katika mihadhara mbalimbali kutoa elimu, na hii imesaidia sana katika kuleta matokeo haya ambayo tunayoona leo.